Karibu kwenye hadithi ya msikiti wa Majini, na hii ni sehemu ya pili. Siku zilipita lakini hali ya Yusufu haikubadilika. Alikuwa kimya, akitazama kwa macho yaliyopoteza uhai wazee wa kijiji walijaribu tiba zote za kitamaduni na tiba za kienyeji lakini hawakufua dafu. Siku moja usiku, wakati mwezi ukiwa mweupe kama mfupa, mzee Abduli, mzee wa kijiji, aliamua kwenda nyumbani kwa Yusufu kumwangalia hali yake. Alimkuta akitetemeka, macho yake akitazama kwa hofu. Yusufu alitoa sauti dhaifu sana na zilizosikika kama sauti mbili zikiongea kwa wakati mmoja. Mzee Abduli alimuuliza Yusufu, "Nani amekuja?" Lakini kabla hajapata jibu, upepo mkali ulivuma ghafla, na taa zote ndani ya chumba cha Yusufu zilizimika, na kicheko cha kutisha kilisikika nje, kama kicheko kilichosikika siku ile msikitini siku ya tukio. <laughs> Ndipo mlango ulijifunga taratibu, huku upepo wa baridi kali ukipita ndani ya chumba cha Yusufu. Mzee Abduli alihisi mgongo wake unasimama kwa ofu. Kicheko kile cha kutisha kiliendelea, safari hii kilisikika kama watu wengi wakicheka kwa pamoja, sauti zilizotokea mahali pasipojulikana kabisa. <laughs> Sufu alianza kutetemeka zaidi, mwili wake ukitetemeka kwa namna isiyo ya kawaida. Macho yake yalianza badilika na kuwa meusi kabisa. Kisha akainua mkono wake na kuandika kwa kidole chake sakafuni kwa haraka, wanakuja. Mzee Abduli akusita, harudi nyuma. Alijaribu kuondoka, lakini kabla hajapiga hatua, mwili wa Yusufu ulirushwa juu ghafla, kana kwamba nguvu isiyokuwa ya kawaida imemvuta. Aligonga na dari kwa kishindo, kisha akaanguka kitandani kwake. Sauti nzito ilisikika ndani ya chumba ikisema, huyu ni wetu sasa, msijaribu kumchukua. Kabla mzee Abduli hajaweza kufanya chochote, giza lilitanda chumbani na mlango ulijifunga kwa kishindo kikubwa. Sauti za kilio cha Yusufu zilisikika, kisha ukimya wa kutisha ukatawala. Baada ya dakika chache, mlango ulifunguka taratibu, lakini Yusufu hakuwepo tena. Wananchi wa kijiji walikusanyika nje ya nyumba hiyo wakishuhudia tukio lisiloeleweka. Hakuna aliyesubutu kuingia ndani, hata wazee wa kijiji waliokuwa na maarifa ya kinga za kimila. Siku zilipita lakini Yusufu hakupatikana. Baadhi ya watu walidai kumsikia akilia usiku, wengine waliona kivuli chake kikizunguka karibu na msikiti ule wa majini, lakini hakuna aliyesubutu kumfuata. Mzee Abduli alijua jambo ni moja tu: majini wale hawakuwa wameondoka, walikuwa wanangoja mwingine ajaribu kuingia msikitini waweze kumchukua. Hadisi hii ya msikiti wa majini sehemu ya pili. Sehemu ya tatu inakuja. Hadisi hii imeandaliwa na mimi Robert Kaswiza na kusomwa nami. Karibu mpaka wakati mwingine.